Mkutano mwingine huu, mkutano wa mkutano wa chakula. Tunajenga mkutano wa watu. Sisi sisi ndio tumebeba sajani. Watu wa wanachama, wanachama sisi ndio tumebeba Simba. Maamuzi watu wote wanatusikiliza sisi. Leo tuambiwe kwamba mkutano umeisha, hamna kitu tulichokubaliana. Hivi watu nje watafikiriaje? Tuo kwanzani tufanye watu 900. Watu 900, Simba ndio tunaikomboa Simba. Lakini mwenyekiti kiti alizofanya tumekuja hapa ili tukubaliane. Wamekataa makubaliano. Tumesomea ajenda. Tumekusomea mabadiliko aliyosema. La. Na tumetulia wakati mabadiliko yanasomwa, hakuna hata mtu mmoja ambaye kapinda, tulikaa kimya. Baada ya hapo, tukasubiri mwenyekiti watupitishie kitu kimoja kimoja, tukubaliane nacho au tukatae. Baadaye akasema kuna dua kuombea timu, kumbe ndio dua ya kwenda kufanya kikao. Huo ni huni, hii sio siasa. Au pia kwa Mb. muda mfupi ambao umefanya huu mkutano, nini ambacho umekichukua? Hakuna ulichochukua, nimechukua huni tu wa mwenyekiti amna ilizochukua zaidi ya uni wa mwenyepita. Nazungumza hivi, wakitaka wamifungie, niko tayari, ila kwa kutetea wanasimba na kutetea klabu ya Simba, wallahi niko tayari kufungiwa. Ila mkutano ule watu wamekiwa ubobwa, siyo mkutano wa maamuzi. Na shukuru sana na